Soko la leo lina utofauti na masoko mengine yote ambayo tuliwahi kushuhudia ndani ya wilaya. Kwa haya ni mageuzi makubwa ambayo sote inatubidi tuyashuhudie na tubadilike, tutoke kule sasa, tuje huku kwa kisayansi zaidi, kwa sababu mambo yote sasa yanaenda kidigitali, na hapa ndio tumefika na waombeni sana wote tuwe wasikivu, tuangalie kinachofanyika. Najua mmetoka mbali. Si vyama vyote mpo? wakulima wanyoshe mkono ehe. Nashukuru sana, asante sana wakulima ambao sio viongozi. Najua hapa umechanganyika na viongozi na wasio viongozi, wasio viongozi wapo. Ehe, sawa kabisa. Kwa mimi wakulima wote niwakaribishe sana lakini, viongozi tuwe mashuhuda kutoa ujumbe mzuri kwenye vyama vyetu, lakini na wakulima mliohudhuria leo tuwe washuhuda e, wa kwenda kuwaelimisha wakulima wenzetu ambao hawajafika leo Zoezi hili ni la kwanza kufanyika kuelaa yetu, na litafanyika hapa mabelo zaidi ya mia tano ili tuyangalie muda tuliotumia kwa mabelo haya mia tano Na tungekuwa tunatembea kwa mguu chini, ingekuweje? Kwa sababu kama unavyoona saa hizi kuna gari hapo linashusha, limetoka kwa mkulima, lakini atapita hapa, lakini kuna gari upande wa pili la kuyaondoa kupeleka huko gala la kutunzia au kiwandani. Kwa hiyo ni muda mfupi. Kwa hiyo hatutakuwa na ile kujenga migala mingi sana ndani ya chama, kwa sababu kama shughuli hii itafanyika kisayansi namna hii ina inamaana hata mzigo kwa wakulima utapungua wa kukopa mikopo na kujenga magala kwa ajili ya kuuzia na kutunzia tumbaku mpaka pale magala yanapofika. Sisi tumeelewana, siyo? Kama tutaokoa fedha hizo maanake zitaenda kwa mkulima moja kwa moja na lengo la serikali ni mkulima apate fedha, mkulima apate fedha ili aweze kubadilisha maisha yake kutoka hali duni kwenda hali nzuri zaidi. Mimi mkurugenzi mkuu, nikushukuru sana, karibu sana Chunya. Lakini kwa mageuzi haya tumeyapokea na tutashuhudia. Leo tunatarajia mabadiliko makubwa kwenye wilaya yangu, hasa vyama ambavyo vitashiriki kwa kuangalia leo kwa macho, ili wao wajumbe wazuri kupeleka ujumbe kwa wenzao, ili hatimaye wote tubadilike. Nimeombwa nieleze kwa kifupi kwa nini tunafanya hivi. Ndugu zanguni, tunaingia zao linaingia katika hatua ambayo mimi naita ni hatua ya mageuzi. Mkiangalia kihistoria, nichukue kuanzia mwaka 2020. nchi imekuwa ikizalisha takriban tani elfu sitini. Leo hii nikiwauliza bodi mpaka sasa hivi toka tumeanza masoko mwezi Aprili, tumekusha nunua tumbaku kiasi gani. Nina uhakika ni zaidi ya tani laki moja na nadhani ni tani laki moja na arobaini mpaka kufika asubuhi hii ya leo. Mtanotice mta, mta kitu kimoja. Mtanotice kwamba kama tutakuwa tunaendelea kufanya masoko kwa utaratibu ule wa zamani, kama alivyosema afisa kilimo masoko haya yatachukua muda mrefu sana, kwa sababu lengo letu ishirini ishirini na tano, ambalo ni mkataba wa miaka mitano wa tasnia ndogo ya tumbaku na serikali yetu, ni kuzalisha kilo milioni mia mbili. Sasa kilo milioni mia mbili, ndugu zangu, tulikuwa tunanunua kilo milioni arobaini, milioni stini, tunanunua mpaka mwezi wa kumi na moja, mwezi wa kumi na mbili. Mtakachokishuo ni mabadiliko ambayo sisi wanamkoa transformation ya kuba ya kuongeza kasi ya kununua tumbaku. Na ima, ni imani yetu kwamba kwa mfumo huu tumbaku itanunuliwa katika muda mfupi, tumbaku nyingi. Faida ya kununua tumbaku kwa haraka, wote tunafahamu kwamba tumbaku inanunuliwa ikiwa na uzito wake. Masoko yanakuwa mafupi kwa sababu upande wa wadau wa pili, wa upande wa wakulima. Tunatambua kwamba hii tumbaku wanakuwa wamekopa pembejeo, benki kwa itawasaidia kuweza kufanya marejesho ya riba haraka, na kama alivyozungumza afisa kilimo itatusaidia sana kuweza kuongeza kipato upande wa mkulima. Kampuni ya Mkwawa itaendelea kuwekeza katika mambo haya ya ya kiteknolojia. Ninaomba tufanye jambo moja, tushiriki kikamilifu katika mabadiliko haya, tutoe maoni yetu, ili hawa mafundi wanaosimamia utaratibu huu waweze kurekebisha pale tunapoona teknolojia hii inatukwaza. kwa sababu lengo ni kwamba teknolojia hii iongeze ufanisi katika shughuli zetu za kila siku. Kwa na wakaribisheni muwe wazi, muone inavyofanyika na pale mnapoona kuna nafasi ya kuweza kuboresha mfumo huu basi tufanye hivyo. Ni endelee tu kusema kwamba kampuni ya Mkwawa itaendelea kuboresha maeneo yote ambayo tunafanya shughuli zetu kwa sababu tunaamini kwamba kile ambacho tunakifanya kinatokana na wadau wetu, wa pili, basi kirudi katika jamii hizo ili tuweze kushuhudia maendeleo kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Nafasi ya kila mdau itabaki kama ilivyo. Huu utaratibu tumejaribu kuona na mikoa mingine kama alivyotaja, na sisi kama bodi ya tumbaku tumeshiriki na kweli una ufanisi, una ufanisi. Kila baada ya muda mtumba unakuwa umesha nunuliwa, na kama alivyoeleza, maana yake hapo kwa wastani angalau mitumba 2800 kwa mkanda mmoja kwa siku moja. Kwa hiyo ni ni kasi kubwa, ni kasi kubwa. kwa hiyo tuwe na moyo wa kujifunza, lakini tukubali pia haya mabadiliko. Lakini kama walivyosema na nilivyosema mwanzoni ni kwamba kama tutapata nafasi ya kushauri, tujitahidi tushauri, sawa jamani eh? lakini pia tuwe huru tuwe uhuru kushiriki zoezi hili, ili unaposhiriki maana yake unaweza ukatoa nini, maoni yako ambayo ni very positive. Kwa hiyo niwakaribishe, sisi kama bodi ya tumbaku tutaelekezwa nafasi yetu, na nyinyi kama wakulima, nadhani ameeleza vizuri mtaalamu wetu Mauya. Kwa hiyo nadhani tushiriki kwa utaratibu ambao ni wa uhuru kabisa, ili tutoke hapa tukawe mabalozi wazuri. Tumekwisha fanya huko Urambo, Tabora, kwa kweli zoezi ni zuri kwa hiyo nawaomba tushiriki kwa amani na kwa utaratibu ambao tutaelekezwa. Niwakaribisha sana kwenye soko. Sisi kama wasimamizi wa bodi ya tumbaku tutakuwepo, tutahakisha zoezi linakwenda vizuri. Kwa hiyo hapa sasa tutajipanga kwa kadi tutakavyokuwa tunafanya kazi. Kuna wafanyakazi wa kwetu wa kampuni, lakini na wakulima nao tutawapanga kwa kadi jinsi inavyokuwa. Kama kule kwenye soko kuna sehemu ya kushusha mtumba, kama alivyo sema, watakuwepo wale kule wanatusaidia alafu utafumuliwa, watakuwepo wakufumua. Utakuja kwenye mizani eh, kwenye mizani pale utapimwa, utaf, utakuja hapa, mkulima atakuwepo kama atataka kutoa vishada mwenyewe au kusaidiwa kutoa vishada, alafu itamkuta mtu wa bodi ya tumbaku ataweka daraja, alafu kude mbele kutakuwa na mkulima pamoja na mnunuzi wa kwetu watakubaliana, alafu mtumba utaendelea na safari. Kama utakuwa una shida kwamba a ah, a ah, hii bei mimi naona sio sawa sawa, kule kwenye ile konvea kule utashushwa, utawekwa pembeni. Baada ya kumaliza, tutaenda tutajadiliana kwamba huu tufanyeje, alafu mambo yatakuwa yamekamilika na zoezi litakuwa limefungwa. Kwa hiyo sasa, naomba tuelekezane namna na mahala pa kusimama, alafu wengine tutakaa huku tunatazama, alafu tukishapitisha, baada ya mitumba kadhaa, tunaweza tukasimamisha zoezi tukaona tukajadiliana tena alafu tukaendelea. Mmenipata vizuri eh? Basi asanteni sana. Tumefanya mkulima mmoja tumefanya bero ishirini na tisa kwa dakika nane. Naweza mkaona eh? kwa hiyo nilikuwa napanda, tusimamisha hivi kwanza. Sasa nafikiri mmeona, yule mkulima aliyeuza yuko hapa, si ndivyo? kuna shida mkulima. Ndugu wa wakulima wenzangu, mimi kwanza niipe hongera kampuni ya Mkwawa kwa teknolojia ambayo wametupa hii, wametuletea hii, wa hii. kweli ni teknolojia ambayo inaenda kwa wakati kwa hiyo huu teknolojia haina tatizo lolote ya ndugu zangu wakulima na ndugu wadau wengine mlioshiriki zoezi la online buying kwa maana ya teknolojia hii ya ununuzi kama tulivyopata taarifa kwa kweli ni muda mfupi sana ni muda mfupi tumetumia kwa idadi ya mitumba hiyo 29 kwa hiyo tuwapongeze wenzetu wa kampuni ya mkwawa kwa kuleta teknolojia hii ambayo ni nzuri inaokoa muda wa masoko lakini pia inaleta nafasi ya mdau mmoja mmoja kushiriki kwa kadiri ya masoko yale awali ambayo tulikuwa tukiyafanya. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza kwamba, ndugu wakulima, tufunge tumbaku zetu vizuri ili teknolojia hii iende vizuri, kwa sababu kishakuwa na michanganyiko, tutakuwa tunatoa mitumba nje mingi kwenye laini. Kwa hiyo mitumba ikifungwa vizuri na sisi wote tukashiriki vizuri, masoko haya yatakuwa na tija, tutapunguza muda wa masoko ili angalau na shughuli zingine zikaendelee. Kwa hiyo, niendelee kuwapongeza wenzetu wa Mkwawa. Tuendelee kuitumia teknolojia hii, na sisi wakulima tulioshiriki leo, hebu tukawe mabalozi wazuri kwa wenzetu ambao hawajafika, tukawaambie teknolojia hii ni nzuri na inafupisha pia muda wa masoko. Lakini pia ushiriki wenu ndugu wakulima, mmeuona, mkulima unashiriki mwanzo hadi mwisho. Kwa hiyo, tuwapongeze wenzetu wa Mkwawa. Tuendelee kuandaa tumbaku vizuri ili tutumie muda mfupi kwenye masoko haya ambayo yanaendelea. Nawashukuruni sana, endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online website, ama tovuti tunapatikana kwa www chunyadc.go tz, lakini Instagram tunapatikana chunya underscore official.